Ilivyo kawaida ya taasisi ya Sahabul Kaafi Islamic Center iliyoko Yombo vituo Katemeke Dar es Salaam kuandaa mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa mkoa Daru wa Dar es Salaam, mapema leo hii wameweza kuanza rasmi michujo kwa wilaya ya Ilala. Katibu mkuu wa mashindano ya Qur'an tukufu kwa mkoa huu wa Dar es Salaam ndugu ss ametanabisha kwamba vijana wa wilaya ya Ilala wameonyesha uwezo mkubwa wa kusoma Qur'an na kuomba walimu wa wilaya nyingine weza kuandaa vijana wao vizuri kwa ajili ya michujo lakini pia kwa ajili ya mashindano ya kuhifadhi Qur'an Tukufu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Bismillah ir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala, ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu wa alayhi wa sallam wa ba'd -wa wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naitwa Asa Hamisi Salo ni katibu wa mashindano ya kuhifadhi Qurani Tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam yanaandaliwa na taasisi ya Ashabul Kafi Islamic Center iliyopo pale Yombo, kutoka kwa cha urembo. Leo ni siku ya tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Kama kawaida yetu, kufika mwezi wa nane tuliweza kutangaza usajili wa mashindano yetu ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita na ilipofika tarehe thelathini mwezi wa tisa tukaweza kufunga usajili kwa ajili ya kuweza kuwapata wale washiriki ambao wameweza kujisajili katika mashindano yetu ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita Na walilahi lhamdu, baada ya kufunga usajili leo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano tupo rasmi katika wilaya ya Ilala katika shule ya Alfurqani Buguruni Malapa, kwa ajili ya kuweza kuanza mchujo wetu wa kwanza, ambayo wilaya iliyotangulia kuweza kuanza mchujo wa kwanza kwa mwaka huu ni wilaya ya Ilala. Na hapa ninapoongea saa hizi tayari mchujo unaendelea wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani Tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo basi kama nilivyoongea e, mashindano yetu kwa mwaka wa elfu mbili na ishirina tano ishirina sita, lillahi alhamdu, walimu wamejitokeza wengi kuweza kusajili watoto wao kwa ajili ya kuweza kushiriki katika mashindano haya, na kama tunavyoona mitikio umekuwa ni mkubwa zaidi kuliko hata miaka yote ambayo tunafanya mashindano yetu ya kuhifadhi Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam na yote hili inatokana na ubora wa mashindano wetu. Watu wameona namna tunavyojitoa katika kutekeleza jambo hili na kweli watu wamevutiwa na jambo letu hili, na walillahilhamdu, nashukuru mwitikio umekuwa ni mkubwa mkubwa zaidi, kwa sababu tukiangalia mwaka jana tulikuwa na madrasa zisizopungua hamsini na tano, lakini hu, kwa mwaka huu kuna madrasa zisizopungua sabini na tano. Kwa hiyo ukiangalia kuna idadi kubwa la ongezeko la madrasa ambazo zilizoweza kujitokeza kuweza kushiriki katika mashindano haya ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea isipokuwa nawaomba walimu wa wilaya nyingine, wilaya ya Kinondoni, wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Temeke na wao waweze kujiandaa kwa sababu E, mchujo nimeuona hapa katika wilaya ya Ilala wanafunzi kweli, walimu wameandaa watoto vizuri, watoto wako vizuri katika makundi yote, hata usomaji wao unaona kabisa hawa watoto wameandaliwa kwa ajili ya kuweza kushiriki katika mashindano. Kwa hivyo walimu wa wilaya nyingine, tujiandae kwa sababu tukitoka hapa, jumapili inayofuata tunaenda katika wilaya nyingine. Sina zaidi isipokuwa nimekuwa natoa taarifa hiyo kwa ufupi. Assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabade, kwa majina laitwa Hamid Salim Suleiman. Leo nilikuwa jaji kwa upande wa vijana waliohifadhi wa juzu kumi katika mashindano ya Sabulkafi, mchujo wa wilaya Ilala. Alhamdulillah, mchujo umeenda vizuri kabisa, vijana wamejiandaa vizuri. Wito wangu ni kwa wilaya zingine wafanye maandalizi ili walete ushindani. Billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana wamejitahidi mashallah, eh, makosa madogo madogo tu kama ma, makosa ya wakfu na ibtidai, lakini kwa ujumla performance ilikuwa nzuri mashallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wengine walimu wengine wanashiriki katika mashindano waliokuja au walioleta wanafunzi wao katika mashindano haya. Ni jambo la faraja sana kuona vijana wa Kiislamu wanashiriki katika mchujo huu, lakini ni wengi wamejitokeza, wengi mashaallah, nimefurahi alhamdulillah, na sina la kusema zaidi ya haya ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, awajalie vijana wetu waendelee na kazi kazihii, na sisi vilivile uendele kuwasimamia vizuri allahafi Allah. Mimi kwa niaba ya walim wengine wote walioleta wanafuniwahapa na washukuru kwa niaba yao, na mimi ni mwalimu, jina inalang m naitwa Abbaaabubakar Salim Kijaji kutoka katika madrasa fathlbar ilioko Ilala mtaa. Sasa shukran sana, asalamu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Kwa majina naitwa Rukai ya Musa. Niko hapa katika Almadrasati Furqan. Niko hapa katika mchujo. Mchujo ulikuwa ni mzito na watu walikuwa wengi, ila tumejitahidi kwa nafasi yetu. Naomba Mwenyezi Mungu anifanyie, upesi tupite katika mchujo huu huu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina anaitwa ali Ahmad Suleiman ni mshiriki wa mashindano haya Ashabul Kahfi yanayofanyika katika wilaya ya Ilala katika msikiti huu wa Al-Furqan. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, tumeweza kufanya kumaliza mchujo wetu wa kwanza, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie, atufikishe mpaka fainali kwa rehma zake, tuweze kuingia katika mashindano haya ya mkoa.